cha matokeo mazuri katika mtihani wa KCSE 2025, akisema kuwa mwaka huo wana, mwaka huo wanafunzi saba walipata alama ya A kuondoa, hali ambayo ni ishara kuwa shule hiyo sasa inaendelea vizuri. Aidha, amesema kuwa kama shule wamewekeza mikakati ya kuhakikisha kuwa matokeo hayo yanaendelea kushuhudiwa. Matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2025 yaliwashangaza wengi, baadhi ya wazazi wakilalama kuwa wanao wameandikisha matokeo mabaya, huku wengine wakisherehekea ufanisi mkubwa ambao wanao waliandikisha. Shule ya upili ya wasichana ya Dede eneo la Wendo kaunti ya Migori ni mojawapo ya shule ambazo zinafurahia matokeo mazuri ambayo wanafunzi waliandikisha katika mtihani huo, shule hii ikiandikisha jumla ya alama ya 9.05 hii ikiashiria ongezeko kutoka 7.0 katika mtihani wa mwaka 2024 We, we had an A minus in

Mwalimu mkuu wa shule hii, Margaret Okonjo, akibaini kuwa matokeo ya mwaka jana yameonyesha kuwa shule hii inaweza fanya vyema kwani wameweza kupata alama nzuri na kuwa mtihani huu wanafunzi saba walifanikiwa kupata alama ya A minus.

Mwalimu huyo akizungumzia baadhi ya mikakati ambayo kama shule wamewekeza kuhakikisha kuwa walipata na kuwataendelea kupata matokeo mazuri miaka ijayo.

Aidha ameweka bayana kuwa hakuna miundo misingi ya kutosha shuleni humo na ambayo inahitajika wakati huu usajili wa wanafunzi wa gredi ya kumi unaendelea. Mary Kialo, makala ya elimu na Undugu.